Jina langu ni Judith Bosco Abdala. Mimi ni afisa utumishi mkuu, niko ofisi ya Rais, menejimenti ya watumishi wa umma na utawala bora. Mimi ni sehemu ya kikosi kazi ambacho kimepata ruhusa kutoka ofisini kwa ajili ya kuhudumia watumishi wa umma ambao ni walimu A, kazi kubwa ambayo tunafanya katika kikosi kazi hiki ni kusikiliza changamoto mbalimbali mbali za walimu, na sasa tuko katika mkoa wa 22 tangu tumeanza zoezi hili Novemba mwaka 2024. Tulivyoanza zoezi hili katika mkoa wa Kagera, changamoto nyingi ambazo tumekutana nazo ni watumishi wa umma wa kada ya walimu baadhi yao kuwa wamechelesha kupandishwa madaraja. Kuna ambao hawajalipwa mishahara yao ambayo haikulipwa kwa wakati, lakini pia kuna changamoto nyingine mbalimbali mbali ambazo wanakutana nazo watumishi wa umma, ikiwa ni pamoja na kuwa na uelewa mdogo wa masuala mbalimbali yanayohusu kada yao wa ya walimu lakini pia tumekutana na watumishi ambao wamejiendeleza katika kada mbalimbali hasa kwenye eneo la walimu ambao hawajabadilishwa miundo yao. Kupitia zoezi hili walimu wanasikilizwa changamoto zao na changamoto zao zinapatiwa ufumbuzi. Kuna ambazo zinapatiwa ufumbuzi papo kwa papo, lakini kuna nyingine ambazo zinawasilishwa kwenye mamlaka za juu kwa ajili ya kupatia ufumbuzi zaidi. Lakini kupitia uh, Kikosi kazi hiki walimu pia wanapata elimu kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na masomo ambayo wanapaswa kujiendeleza, kuhusiana na namna namna ambavyo wanatoka kukua katika utumishi wa umma katika nyakati mbalimbali. Changamoto kubwa ambayo walimu wanayo ni ilikuwa pia ni kuhusiana na uelewa mdogo kuhusiana na muundo ambao wanaopitia. Walimu wengi wamekuwa wakijiendeleza waki wengine wakijiendeleza kwenye maeneo ambayo sio sahihi, hivyo wanajikuta kwamba amerudi lakini hawezi kubadilisha muundo, kwa sababu amejiendeleza katika eneo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo kupitia foramu hii, tumewapa walimu uelewa wa namna ambavyo wanapaswa kujiendeleza ili waweze kukua katika kada zao, lakini pia waweze kufanikiwa katika uh, kada ya walimu.